Saidia huyo mtu amekewa gano kwenye kisigino cha miguu yake na hata mahali alipo sasa hivi anasikia moto kwenye nyayo za miguu yake. Kila wakati amekuwa akiota ndoto na ikitokea nyama amemgusa kwenye mguu wake, nataka ndio. Malaika wa Bwana anapita, malaika wa Bwana anapita malaika wa Bwana anapita kwa ajili ya huyu mtu. Huyu mtu yuko mahali hapa ritakapon na sasa hivi kwenye kisigino cha miguu yake huko chini kwenye nayo anasikia moto usio wa kawaida. Ainua mkono wako juu, malaika wa Bwana. Mtu wa namna hiyo, mtu wa namna hiyo, sio kila mtu. Mtu wa namna hiyo, nasema mtu wa namna hiyo. Naona malaika wa Mungu akipita. Haya, ilo agano la kifamilia, ilo agano la kifamilia agano la kifamilia lililopitia nyayo za miguu yake, atangetange tu, atembee tu, mara kwa mara na asipate kitu. Agano hilo, sema damu ya Yesu, sema damu ya Yesu, sema damu ya Yesu, achia kwa jina la Yesu na mkono juu. Bado bado, naona watu wawili agano la kisigino, anayesikia moto kwenye nyayo ya miguu yake, wako watu wasiopungua watatu hapa. Rata. Na wanaotaga ndoto inayojirudia mara nyingi kwenye kisigino kwenye miguu, saidia huyo mama. Ratakapashata retekepeshete ninaomba pita mbele kaka, pita mbele rabakashata. Wewe sio waivu, nasema malaika wa Bwana aliyemfungua Petro kwenye gereza, hii familia, huyu ni mtu mkuu, umemshikilia kwa muda mrefu. Ninalipa damu ya Yesu kwenye miguu yake, ninalipa damu ya Yesu kwenye miguu yake. Haya, sema